Baada ya kuapishwa nimezungumza na wananchi. Hii ni mara yangu ya nne. Nimezungumza kupitia hotuba ya siku ya kuapishwa, nimezungumza kupitia hotuba yangu bungeni, nimezungumza kupitia siku ya kuapisha mawaziri wa serikali hii, lakini pia nilizungumza siku ya kuzindua tume niliyounda kufanya uchunguzi wa haya yaliyotokea. Hotuba zote hizo haziwezi kuondoa wala kukwepa umuhimu wa kuzungumza nanyi, wazee wa Dar es Salaam, na ndio maana niko hapa leo. Dar es Salaam yetu ni kitovu cha biashara na moyo wa utamaduni wetu. Dar es Salaam hii kupitia vurugu, vurugu zilizotokea imepitia kipindi kigumu sana na wote hapa ni mashahidi. Kuna wengi ambao riziki zao ziko mikononi kwao tu, mpaka amke asubuhi, atoke akajishughulisha, apate cha kupeleka nyumbani, chakula na watoto. Vurugu zile zilifanya Dar es Salaam isimame, wafanya biashara ndogo ndogo walisimama, wenye magenge walisimama, Kariakoo ilisimama, shughuli zetu zote zilisimama na ilitulazimu tubaki ndani, na kwa hadithi tunazozipata, bei za bidhaa zilipanda sana sana sana sana. Kwa hiyo machungu ya siku chache tuliyaona ndani ya Dar es Salaam, mbali na maeneo mengine yote nchini. Maeneo mengine baada ya vurugu kutulia, shughuli ziliendelea, watu walikula, walitoka kufanya yao, lakini Dar es Salaam tulionja kidogo, vijana wanasema joto ya jiwe. Kwa hiyo nikasema tuzungumze kidogo, kwa kwa muktadha huu nawiwa kuzungumza nanyi, kwa kuwa natambua takriban asilimia kumi ya Watanzania wote wanaishi hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam ni jiji la watu takriban milioni sita, na hiyo ni idadi kubwa ya watu kuishi kwenye jiji moja na ndio inaonesha umuhimu wa jiji hili kwa nchi yetu Tanzania. Dar es Salaam inachangia takriban asilimia kumi na saba ya pato la taifa, na asilimia kubwa ya biashara inafanyika hapa ndani ya jiji hili la Dar es Salaam. Isitoshe, Dar es Salaam ndio jiji la kibiashara na taswira ya nchi yetu nje, kwa hiyo ina umuhimu wa pekee yake. Ikiunguzwa Dar es Salaam, Tanzania yote imeungua, sababu Dar es Salaam ndiyo Tanzania. Hakuna kabila lolote ambalo haliko hapa Dar es Salaam. Watu wa mikoa wa yote ya nchi hii wako hapa Dar es Salaam, watu wa dini zote wako hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo Dar es Salaam ndiyo Tanzania. Ikidhurika, ikipata madhara Dar es Salaam, Tanzania hii ndio inabeba sura au taswira ya nchi yetu. Chochote kitakachoripotiwa vibaya Dar es Salaam kinachukuliwa Tanzania ndio iko katika hali hiyo. Kwa kuna kila umuhimu wa kuzungumza nanyi, wazee wa Dar es Salaam. Ndugu zangu, lililotokea ni tukio la kutengenezwa, na waliolitengeneza walidhamiria makubwa, walidhamiria kuangusha dola ya nchi hii au ya nchi yetu. Ukiangalia klipu za nyuma zilizotokea, vijana wetu walifanywa makasuku na kuimbishwa kabisa, yaliyotokea Madagaskar yatokee na hapa lakini, ukimvuta kijana yule, hebu niambie, Madagaskar kumetokea nini? Hajui. Unataka hapa kitokee nini? Hajui, lakini walibishwa kwa hiyo lile lilikuwa ni jambo la kupangwa na vurugu zile zilidhamiria makubwa. Vurugu zile ni mradi pana sana, wenye nia kuu ya uovu ulio na wafadhili, washitiri na watekelezaji. Katika vurugu ile waliingia, waliokuwemo na wasiokuwemo, wengine kwa kutukujua, wengine kwa kufuata mkumbo wengine kwa hadaa za maisha bora baadaye, lakini wengine kwa kulipwa tu. Tunaambiwa kuna vijana walikuwa wanalipwa fedha, kisha kuchukua pesa yako, ingia barabarani, kwa walingia sasa. Nataka tuwe na, na, na jina la hayo, ni maandamano au ni vurugu? Maandamano tuliyoyazoea na tuliyo yakubali ndani ya katiba yetu ni yale watu wameudhika na kitu, tunaomba tuandamane, tujueleze, tutatoka pointi moja, tutakwenda zetu mpaka mnazi mmoja au popote pengine, na mabango yetu yanaeleza maudhi tuliyoudhika nayo, na polisi wanawasindikiza vizuri mpaka wanapofika, wanaeleza wanayoyataka, wanatawanyika kwa salama, wanakwenda zao. Lakini haya ya kuunguza miradi ya serikali, vituo vya polisi. Na kwenye kituo cha polisi unakwenda kufanya nini? Ni kwenda kuvamia na wapate silaha. Madhumuni ya kuwa na silaha mkononi ni nini? Lakini unaunguza biashara za watu binafsi ni nini? Kwa hiyo haya haya, serikali ina wajibu, tunaapa kuilinda nchi hii na mipaka yake, kulinda usalama wa raia na mali zao na katika hali hiyo nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie wa, waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo, na hayapo Tanzania peke yake. Tulishashuhudia kwa wenzetu, waandamanaji wengi wanaingia njiani, na wakiingia njiani, serikali ikiona uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa, wanaweka nguvu kubwa. Yameshafanyika kwenye mataifa huko na tumeyaona. Sasa wanaporudi kutulaumu mlitumia nguvu kubwa, wao walitaka nini? Tujiulize. Je, hao ndio wafadhili wa kile kilichofanyika? Walitaka tuangalie ile mobu mpaka ifanikiwe walichowapa fedha walichowatuma? Hapana. Tuliapa kulinda nchi hii na mipaka yake, usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo katika kufanya hivyo, kama wanavyofanya wao, na sisi tutafanya vile vile kuilinda nchi. Kwa nini siku ya uchaguzi? Siku ya uchaguzi, kwa sababu walishajua kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi, kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Waangalie kampeni zetu tulizozifanya, waangalie watu walivyotuitikia, waangalie kazi tuliyoifanya ndani ya miaka mitano iliyopita. Walijua, na wapinzani wetu walikataa kuingia, hawakuzuiliwa na mtu, walikataa wenyewe kuingia kwa sababu walishajua wasingefanikiwa, walishajua aibu ingewapata kwa kazi iliyofanyika na mwitikio wa wananchi kwa chama cha mapinduzi. Aibu ingewapata, na ndio maana wakakataa kuingia kwenye uchaguzi. Lakini wanayageuza, serikali imewazuia kuingia ndani ya uchaguzi. Lini tuliwazuia? Nayafafanua haya ndugu zangu wazee wa Dar es Salaam, mwijue hali halisi inawezekana katika vikao huko mnayasema ambayo hamna na taarifa nayo kamili. Hatujawazuia. Na katika taarifa zinazotolewa na waliokuwa huko, lakini wakaamua kurudi, kwamba hawaridhishi na yanayotokea wanatuambia walikaa vikao na wakaamua, tusiingie, tutakwenda kupata aibu. Lakini kwa kuficha aibu ambayo wangeipata wamezusha hili lililotokea. Kwa nini? Siku ya uchaguzi, haki gani inadaiwa siku ya uchaguzi? Kama kuna haki yoyote inadaiwa, hakuna siku nyingine, hakuna njia nyingine ya kudai hiyo haki mpaka yafanywe yale yaliyofanywa? Ni maswali ya kujiuliza. Lakini katika hili tunaambiwa kuna waratibu ambao wanaishi nje ya nchi. Wengine tunawajua, wengine hatuwajui. Tunaendelea kujifunza na kuwatafuta tuwajue tu ni kina nani. Sasa hebu watu wote hapa chini ya miaka hamsini wasimame, watu chini ya miaka hamsini wasimame. Aha. Kwa hiyo wengi waliosimama hapa naona ni mawaziri wangu wengi chini ya miaka hamsini. Haya kaeni, viongozi wa dini wachache na vijana wa jiji la Dar es Salaam, na wafanyakazi wa serikali wachache. Sasa hili jambo lina waratibu kutoka nje lakini kwa nini waratibu kutoka nje? Wale waratibu wa Tanzania tunaowajua, wale ni shida za maisha, ni shida za maisha. Akisukuma kisukuma maandamano, umbea na nini kuhusu Tanzania, Watanzania wale wale vijana ambao wanadai ugumu wa maisha wanatumia fedha zao kununua bando kuwaangalia na kuwasoma. Wamesukuma nini, lakini yeye ukisoma yeye kule anatiliwa fedha. Kwa hiyo kimoja kinachowasukuma ni shida ya maisha kule waliko, hawako sawa, kuna shida ya maisha. Sasa kuna wale ambao pia hawana shida ya maisha, wako pazuri, wanalipwa na hao wanaotaka hayo yatokee, lakini wamekosa uzalendo tu, wamekosa uzalendo tu, na ukiwatizama vizuri, si wa Tanzania kamili kamili. Kwa hiyo it doesn't matter. It doesn't matter whether Tanzania inaungua haiugui, yeye ana nafasi ya kuwa nje, si Mtanzania kamili kamili, hana shida hizo. Hana shida hizo. Kwa hiyo hili jambo lilipangwa kwa uratibu mzuri, lakini hebu tuangalie sasa wale waliolipanga na kudai wana madai kwenye hili. Nianze na wenzetu wa vyama vya upinzani kama nilivyosema, kwamba hawa watu waliishiwa nguvu, maneno ya vijana, waliishiwa pawa, na waliona kabisa mbele kwao sio kuzuri na kuingia hawa watu wana frustration zao huko nyumbani kwao, lakini wanataka kujificha na kusukuma lile dude kwa watu huko waliko. Hawako sawa, wanapambana wao kwa wao ndani, wamemeguka wao kwa wao ndani, wamemeguka, wanasiasa wakaenda vyama vingine, wana harakati wakabaki. Kwa hiyo wenyewe kwa wenyewe huko ndani hakuko sawa, wasitulaumu sisi ni wao wenyewe huko ndani. Kwa hiyo kasoro walizo nazo huko wanataka kuzisukuma huko kwetu. Hakuzuiliwa kuingia kwenye chochote. Ni hawa hawa ambao mwaka elfu mbili na ishirini mpaka ishirini na tatu nilifanya kazi kubwa ya kuzungumza nao, nikanyosha mkono wa rehema, njooni nyi wa Tanzania, njooni tukae tuzungumze yetu twende vile tunavyotaka. Nikaunyoosha vizuri, nikidhani nawanyooshea watu wa Tanzania ule mkono wa rehema na wataupokea, tutakuja tukae vizuri. Ni hawa hawa niliowakuta nje, wana safa hawana shilingi mkononi, wakaomba sana kuja kuniona, nikawapokea tukazungumza, hawana hata shilingi nikatoa kiposho changu nilichogawiwa cha safari nikawapa waendelee na maisha wa kiwanja <apples> ni hawa hawa walioniambia sawa, tutarudi, lakini tuna kesi. Nikawaambia kesi nitazifuta, njoni, njoni tukae tuzungumze tujenge nchi. Na wamekuja baadhi yao, wamekuja mikono mitupu, hawana kitu Tukatoa fedha zetu kuwapa waanzie maisha hapa Tanzania. Sasa nataka mumpe cheo mtu wa aina hiyo, aliyonyooshewa mkono wote huo wa rehema na mkono wa upatanishi, yeye kaja, yule aliyemnyooshea ndo wa kwanza kumkashifu, kumtukana na kugeuza mambo kuichafua nchi. Huyo mtu anaitwaje? Huyo mtu anaitwaje? Hii si tabia ya Watanzania. Wakati ule nafanya yote nilijua naongea na Watanzania waliotimia wenye akili timamu, nikajua watarudi, tukae tuzungumze, tuende na. Niliwapa fursa zote, nyi ndio mashahidi, niliwafungulia. Walitaka kufanya maandamano, wakafanya maandamano, tukawasindikiza mpaka walipofika, wakasema yao wakatawanyika. Yale ndo maandamano ambayo yameruhusiwa kikatiba. Na ukiomba polisi atakwambia nenda kaandamane, tuambie ni ruti, tuwalinde mpaka mfike msemeenu. Yale ndo maandamano. Haya yaliyofanyika si maandamano, ni hawa hawa niliowapa fursa ya kufanya shughuli zao za kisiasa. Sasa siasa si kutukanana Siasa si kubezana, si kuharibu nchi. Hiyo siyo siasa. Wazee wetu wa zamani, ukiwa na harakati hizo, wanasema huyu hajui siasa, huyu hafanyi mambo yake kwa siasa. Ina maana siasa maana yake ni usalama, siasa maana yake ni uungwana. Hiyo ndio maana ya siasa. Sasa kama mtu unampa ruhusa afanye siasa za kisiasa, anakwenda kufanya siasa nazozijua yeye za kuvuruga nchi. Hiyo siyo siasa, hiyo sio siasa. Kwa hiyo, ndugu zangu, niseme kwamba madai yoyote waliokuwa nayo chama hiki cha siasa au vyama hivi vya siasa hawakupaswa kutumia njia ile kudai kwamba sasa tukae na kwa masharti tuzungumze, ili na wenyewe warudi kwenye terms. Hapana. Haikuwa hivyo lakini kundi la pili tuangalie vijana. Vijana wetu hawa wameingizwa njiani, wakaimbishwa wimbo wasioujua. Wanadai haki, haki gani? Hebu avutwe tu kijana pembeni, wewe uliingia unadai haki, hivi ni haki gani? Na hiyo haki hawakuweza kuidai kwa njia nyingine, mpaka waingie njiani, wakafanye vurugu, walipwe. Wakachome vituo, walipwe. Wakafanye vurugu walizozifanya hiyo ni haki gani? Lakini jengine wanalobebeshwa, wameingia njiani eti kwa ugumu wa maisha. Astaghfirullah, turudi kwa Mungu, tustaghfiru. Ningekuwa na uwezo, ningebeba vijana wa Tanzania nikawatupa kwenye nchi tofauti tu hapa Afrika pamoja na majirani zetu, wakaone ugumu wa maisha uliokuwepo, alafu waseme kwamba kwao Tanzania ni pahala pema, hawana sababu, hawana ugumu wa maisha, kwa raha zako kabisa. Mwenye ugumu wa maisha kweli, kwa raha zake kabisa ataingia njiani akaimbe oyoyoyo? Huo ugumu wa maisha? Mwenye ugumu wa maisha ana struggle, anahangaika kutafuta chakula chake cha leo na wengi walikuwa kwenye kazi zao, wale wana ugumu wa maisha haa? wengine hawakuwa na ugumu wa maisha, walikuwa wana sababu zao nyingine. Kwa wale watafiti, kwa wale watafiti wafanye utafiti ndani ya Afrika Mashariki na nje, labda kusini mwa Afrika, waangalie nafasi ya Tanzania kwenye ugumu wa maisha, wende wakaangalie kwa vijana wetu, wasimezeshwe tu na wenyewe wakameza. Hapana, lakini kwa nini yote yanatokea haya? Tumejifunza kwamba vijana wetu tumewaacha wanakuwa wenyewe, wanakuwa hawana mwelekeo, wanakuwa hawana watu wa kuwaongoza vizuri, na kwa maana hiyo hawana elimu ya uzalendo. Hayo ndio tuliyojifunza. Vijana wazalendo hata kutoka vyama vya upinzani hawakukubaliana na hali ile walikuja kutwambia jamani kae ni vizuri kuna hili linapangwa huku wale ni vijana wazalendo kutoka vyama vya upinzani <coughs> lakini vijana wetu wengi wa Tanzania hawana uzalendo na hilo serikali tumejifunza na tutakwenda kulifanyia kazi na ndio maana nikasema niunde wizara nzima ya vijana ili kushughulikia vijana kwa upeo mpana adili ya kuwa na kitengo ndani ya wizara kubwa. Kwa hiyo, kwa upande wa vijana wetu hawakuwa na sababu yoyote ya kuingia njiani, ila kutumwa na kuimbishwa mambo yasiyowahusu. Tuangalie taasisi zetu za dini ambazo nazo kwa namna moja au mingine wamejiingiza kwenye mkumbo huu hapa. Unajua unapokuwa kiongozi lazima ukubali wakati fulani kukosa umaarufu, lazima ukubali na kama kukosa umaarufu kipindi hiki kuelekea kampeni aa, kuelekea uchaguzi na baada ya uchaguzi utaondoka tu, lakini uondoke, turekebishe, tuseme kweli. Taasisi zetu za dini, tunasema Tanzania haina dini, si ndio? Lakini watu wetu wa Tanzania tuna dini na tuna dini za madhehe, na madhehebu mbalimbali tuna dini kuu sijui nne sijui tano tuna wakristo tuna waislamu tuna mabaniani tuna mamonki wale sijui buda na wengine ambazo ziko huko zinafanywa lakini kubwa ni hizo nne au tano na hizi nne au tano zina madhehebu mbalimbali mbali. Kwa Waislamu kuna suni, kuna ibadhi, kuna bohora, kuna suminani, kuna si mambo mengi tupo lakini. Na Wakristo na wenyewe wana madhehebu yao tofauti tofauti. Kikatiba na sheria za nchi hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya ku override ma ma ma madhehebu mengine yote ya dini. Hakuna, hakuna kwa, wasitokeze watu wakajibebesha hilo. Siku zote nasema Tanzania hii haina mwenyewe, wenyewe ni sote. Hakuna mwenye certificate. Anaweza kusema Tanzania ni yangu na itaongozwa ninavyotaka mimi. Hakuna. Tuna sheria zetu, tuna